Kila mmoja ambaye unakuwa ni kiongozi lazima uonyeshe uwezo wako wa kiuongozi ukifuata taratibu na kanuni na sheria zilizopo kwenye kanuni. Sasa nimeanza na wewe wenye viti wageni, kwa sababu nimeanza kupata changamoto. Mtu mwingine anashinda wenye kiti, anafikiria kama kile kijiji ni cha kwake, ni cha familia yake, anaweza akafanya anavyotaka. Hatuendi hivyo brother. Kama umeingia kwenye serikali ni mwenyekiti wa kijiji umekuta mipango ya mwenzako aliyofanya kazi bila kulala, usiiguse isipokuwa tu kama ina matatizo. Fuata taratibu, andika barua. Kwanza wako watendaji ambao walikuwa pale, muulize mtendaji, hivi kilitokea nini? Wewe sahihisha tu pale Jamani, eh, basi ningeshauri uwe hivi, usije ukajitwika mamlaka ambayo huna. Wewe ni mwenyekiti tu wa kijiji, umedhaminiwa na wananchi wale wale. Na mimi niwaonye wenyeviti wenzangu, wenyeviti wenzangu wa kamati za usalama kwenye ngazi za vijiji, inapofika mahali umekuwa wewe ni mwenyekiti, huna madaraka ya kufanya jambo peke yako, shirikisha wenzako. Mimi na wenzangu huku mkurugenzi pamoja na washauri wote, ofisa ardhi, hatuzuii ardhi za vijiji kuuzwa kwa sababu yoyote. Tunachozuia sisi ni ardhi za vijiji kuuzwa kinyemela. Taratibu za kuuza ardhi zipo na zinafahamika chini ya sheria ya ardhi za vijiji. Kwa maana ya kwamba wewe kama mwenyekiti wa kijiji kama utaona kuna sehemu unataka uuze, fuata taratibu. Inawezekana una percentage ya kupata hiyo kwenye kwenye, kwa hiyo mtu anayekuja kununua hiyo, si 10%, I don't care, lakini fuata taratibu ili kesho ikitokea tatizo basi wanaotakua kuamua ni wananchi waliokuruhusu wewe uuze hilo eneo. Kwa hiyo kama kuna mtu mwenyekiti wa kijiji popote anapata ushauri kwamba wewe ni mtu mkubwa sana, basi ujue wewe ni mtu mdogo sana kwenye uongozi. Kiongozi ndio unatoa wewe, mdogo kutoka kwa wananchi, yaani wenye nguvu za kwenye kijiji pale ni wananchi, sio wewe. Wewe umepewa dhamana tu, na in fact hata kelele nyingi na matusi mengi unatukanwa wewe kwa sababu wewe ndo, ndio, ndio mtumwa wao. Wewe ni mtumwa wa wananchi. Ukifikiria wewe wananchi ndio watumwa, utakuwa unakosea sana, na wengine hamtamaliza muda wenu wa uongozi. Mifano iko mingi, lakini ninaomba itoshe tu kusema kwamba mwenyekiti wa kijiji, umechaguliwa na wananchi wako, haijalishi umeshinda kwa kilo moja ama kula mbili lakini wewe ni mshindi. Acha ubabe kuanzia sasa hivi. vyombo vya habari, yaani wewe umeitisha vyombo vya habari, unaanza kueleza mambo unayojua wewe, ni marufuku. Taarifa za vyombo vya habari zitokane na maelezo ya wananchi wako na mtendaji wa kijiji na kata tujue. Nije nisikie mwenyekiti wa kijiji umeitisha sii chombo cha habari unaanza kutoa taarifa taarifa zenye potofu, utakuwa mwananchi tu. The next day, yani siku ya pili nikija, utakuwa mwananchi wa kawaida. Engaruka, nawapa maonyo engaruka watendaji wa vijiji na kata kuanzia sasa jioni ya leo nitakuwa na kikao na NGO ni marufuku kufanya kusanyiko lolote bila taarifa ya mkurugenzi mtendaji ni marufuku sasa hivi nimetoka kupokea kusanyiko la igwana ni pale lipuruko tarehe kumi na saba safi na tutaweka watu huko wilaya hii. Tunataka watu wafanye kazi ili tupate maendeleo, hatuwezi kula maneno. Na nyinyi wenye, wenye viti, mkiona kuna watu wanataka kuja kuwachafua wewe ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama, na mimi nilishaongea na, na watu wa nini Jeshi la Akiba kwamba wale askari walioko vijijini kule muwajue kwa majina, ili mtu anayesumbua kamata. Mtendaji wa kata huna taarifa, mkurugenzi hana taarifa, ni marufuku. Hata vikao vya ndoa watoe taarifa, hata vikao vya kumaliza siku tatu watoe taarifa. Hajatoa taarifa, ni marufuku kwa sababu mtu anachukua waandishi wa habari, analipa, anafika pale anaanza, mimi simtaki mtendaji wa kijiji. Mkienda basi hiyo taarifa na yeye muichuje. Nimeanzia hapo ili tuelewane tu, tu, tu, tuwe pe, nikifungua peji ya kwanza wote tuwe peji ya kwanza Monduli, kusiwepo na peji mbili tatu kwa sababu yoyote ile. Kwa hiyo kuanzia leo tarehe nane mwezi wa nne, wauzaji wa ardhi wa wote katika wilaya ya Monduli wahakikishe kwamba wanatoa taarifa kwenye kijiji, ofisi ya mkurugenzi na ofisi ya mkuu wa wilaya ili kupunguza migogoro na hatimaye kuanza kuwaweka wenyeviti wangu kwenye hati hati. Kwa sababu ili mtu auze lazima nyinyi muandikishe, na sheria ya ardhi nadhani sijui kama imebadilika, waziri si kama yuko hapa, uuzaji wa ardhi pia ulipigwa marufuku. Ndio maana siku zote wanasema anakuazimisha, lakini ukweli ni kwamba kama kuna mtu amepata shida anataka kuuza ardhi yake, taratibu ni hizo. Tukija kusikia kuna mtendaji wa kijiji, kuna mwenyekiti wa kitongoji, kuna mwenyekiti wa kijiji ameweka muhuri wake kwenye uuzaji wa ardhi, baina mtu na mtu, serikali na mtu, au kitu chochote, utatuachia kijiji chetu, utaenda kufanya kazi nyingine. Amesisitizwa uh, kuhusu kusoma taarifa za mapato na matumizi kila baada ya miezi mitatu kwa wananchi wao, ndio wenye fedha. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya, uh, kama alivyosema kamanda wa TAKUKURU, tuendelee kuzingatia taratibu za matumizi ya fedha. Kuna vijiji vimepata fedha milioni mia moja themanini na nane vijiji ambavyo vipo kwenye eneo la Randland WMA tumieni fedha kwa utaratibu, lakini kuna vijiji pia vimepata fedha za mgao wa TAWA kwa miezi mitatu ya mwaka jana, mwezi wa saba wa nane wa tisa. Kwa mfano, Losirwa nimeona wana milioni ishirini na kwa hiyo hivi vijiji vina fedha, mkatumie fedha kwa utaratibu wa uliowekwa na serikali, lakini naomba niwakumbushe kwamba tusikusanye fedha tukazitumia hapo hapo kama alivyosema kamanda wa TAKUKURU. Badala yake, fedha zinatakiwa ziende benki na wananchi wapewe risiti na tufuate utaratibu wa matumizi ya serikali. Wenyeviti wa vijiji, naomba muwe macho, fanyeni kazi karibu na mtendaji wa kijiji na muwe macho, ninyi ni wawakilishi wa wananchi, hakikisheni hizi fedha hazifanyiwi ubadhirifu. Wakati mwingine analeta muhtasari una saini, anafika, anaenda anabadilisha page za juu. Haya mambo yametukia, naongea kwa uchungu kwa sababu ni mambo ambayo yanafanyika. Watendaji, naomba mjirekebishe, yaani baada ya leo wale ambao walikuwa wanatamani tamani zile fedha wakiona, milioni hamsini imeingia milioni thelathini na imeingia arobaini na mnazitolea macho, naomba mzione hizo fedha kama kituo cha polisi, si ndio eh? Kwa sababu mzione kama kituo cha polisi eh? Eh? Eh. Eh, kwa majina anaitwa Yamat Laiza, mwenyekiti wa kijiji cha Losirio. Cha kwanza, leo tumepata semina ambaye ni ya maelekezo kutoka kwa mkoa wa wilaya kuhusu masuala mbalimbali mbali ya migogoro ya ardhi na masuala mbalimbali mbali ya watu ambaye wanaingia vijiji vyetu kisiasa na kuweza kuweka mikutano ya hadhara ambayo sio ya halali. Kwanza kwa kweli, kwa haya maelekezo naipokea na tunasema tumepokea na tunaifanyia kazi. Kuna baadhi ya watu ambao wanajiita pia ni viongozi ambao wao wanaweza kaiza mikutano ambayo sio ya halali lakini kama mwenyekiti nami pia natoa agizo kwa kijiji changu ninapoishi, kwamba natoa ushirikiano na sitakubaliana na mkutano yoyote ambayo sio ya kisheria itakayofanyika bila utaratibu. Lakini mbali na hiyo, tutaomba pia ushirikiano uendelee kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Kwa majina, anaitwa Natuli Letema, mtendaji wa kijiji cha Losirwa. E, kwanza nashukuru sana mkurugenzi na mkuu wa wilaya kwa kuandaa warsha hii ambayo imekutanisha wenyeviti wa vijiji na watendaji wa vijiji na watendaji wa kata na maafisa wengine wa ngazi ya halmashauri. Kwa kweli tumefurahi kupata mafunzo haya, yametujengea uwezo mkubwa na uwajibikaji mkubwa katika kutekeleza majukumu yetu, hasa masuala ya kutatua migogoro na taratibu za kufanya na uwasilishaji wa taarifa ambazo tumeambiwa kwamba tuwasilishe kwa wakati. Naitwa Fatuma Ramadhani, afisa mtendaji wa kijiji cha mti mmoja. Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kikao cha leo. Pia namshukuru mkurugenzi na mkuu wa wilaya kwa kutuitisha kikao cha leo. Semina ya leo ilikuwa ni nzuri, imetupa uelewa na pia imewapa wenye viti wa vijiji uelewa, kwani kuna wengine walikuwa hawatekelezi majukumu yao kwa upasavyo, wanakiuka majukumu na kusaini barua mbalimbali mbali, lakini leo wamepata maelekezo na wamepata mwanga. Nashukuru sana semina ya leo.